Niwapongeze sana mlioapishwa hapa kwa kuaminiwa kubeba dhamana hizi. Ni matumaini yangu kuwa mtalinda imani niliyowapa na kuishi viapo mlivyowapa hapa leo na kuwatumikia wananchi kwa uaminifu. Kwa waheshimiwa wakuu wa mikoa, Mheshimiwa uh, Kenan kiongozi uh, muda mfupi nilikuwa kwenye mkoa wako Simiyu nimeona kazi ulioifanya nzuri sana na kwa sababu <clears throat> mkuu wa mkoa wa Arusha ameamua kuingia kwenye kinyang'anyiro, nimekuhamisha kutoka Simiu kwenda Arusha. Najua Arusha unapajua vizuri, na nguvu ile ile ulioitumia Simiu, nenda kaitumia Arusha. Najua unaweza, kawaunganishe wana Arusha, na kutakia kazi njema. Ndugu Anamringi Macha nimekutoa uh, Shinyanga, nimekupeleka Simiu. Uh, umefanya vizuri Shinyanga na najua ulishajipanga vyema kwa Shinyanga. Sasa nenda kamsikilize uh, Kenani alivyojipanga, nawe anza safari pale Simiu. Sipazito, nimetoka juzi, najua unaweza. Kwa hiyo nakutakia kazi njema. Vilevile vile tumewateua wakuu wa mikoa wapya watano watano, wanne wanne, watano pamoja na kamanda Siro, watano na wanne kati yao ni vijana mliopikwa ndani ya Umoja wa Vijana wa Chama cha Mapinduzi. Kwa hiyo sina wasiwasi wasi nanyi, lakini kama alivyosema Mheshimiwa Spika, tumeangalia utendaji wenu, tumewafuatilia kwa karibu, tumeona kipindi hiki hatuna haja ya kutoa watu nje kuleta, tuwapandishe, muendeleze mikoa mliyotoka. Lakini kwa kamanda Siro, mkoa wa Kigoma ni mkoa uh, wa kimkakati, ni mkoa unaopakana na nchi jirani, ni mkoa wenye mambo mengi. Kwa hiyo tumemtoa pale, kamanda wa polisi, tunakurudisha kamanda wa polisi lakini kamanda wa polisi, wewe umechanganya na ujuzi wa diplomasia. Kwa hiyo nimekuona utafiti kwenye mkoa ule. Najua nimeshakutumia sana kama IGP kama balozi, lakini bado nakuona una nguvu. Nenda kaushike mkoa wa Kigoma. Harry uh, James, nimekuona Iringa unavyochemka, na hakika unapaweza. Nenda kafanye kazi. Boni Mhita, Shinyanga, najua kwa sasa hivi hata Kisukuma unaongea sasa. Nenda kaivae Shinyanga, kama ulikuwa unafanya kazi chini ya mkuu wa mkoa, sasa wewe ndio mkuu wa mkoa. Nataka na upite vichochoro vyote vya Shinyanga na uhakikishe Shinyanga inanyooka. Nakutakia kazi njema. Beno Mbea e, nilikuwa nakufuatilia kwa karibu yanayotokea pale Mbea.